Habari habari gani? Sana, ashikamu. Maraba, habari ya majukumu. Ah, tunashukuru Mungu za huko. Nzuri kabisa lakini bwana nimechanganyikana na matatizo shida. Mimi mimi nina matatizo. Matatizo. Kwa kuwa tumeshafika kanisani? Naam. Tuingie. Tuzungumzie, utaweza kunisaidia. Eh, karibu sana. Asante sana. Karibu. Eh, karibu sana, eh, eh, yeah. Karibu sana mzee. Asante sana mchungaji. Na ah, bado natafakari maneno yako, kwamba shida ni nini. Mimi bwana, shida yangu ambayo nimekuja hapa kwako mchungaji, ndio najua ni mchungaji ndio. Mimi ninachohitaji msaidie maombi. Mimi nadaiwa na watu aina mbalimbali na nimekopa madeni sasa kitu hichi kimoja nahitaji, na nahitaji na uni, na, na unisaidie maombi, uniombee ili wote wanaonidai pesa zao wote wasahau. Hivi wewe wa mzee unakielewa unachokizungumza? Dawa ya deni ni kulipa deni. Naweza nikalibeba kwako nikakuombea hapo hapo mchungaji. Mimi nimekufuata wewe kuja kutafuta ushauri, na kama una cha kunishauri, hebu naomba wachana na mimi Lengo langu nimekuja, kwako kutafuta maombi uniombee ili watu wote wanaonidai mimi, wote wasahau. Alafu unaniambia habari gani wewe? <gazituzi> <gazituzi>